Kama kiburi hakijawahi kumsaidia mtu yeyote yule, basi wewe jitahidi usiipe nafasi, sababu hata nauki ukikipa kiburi nafasi hakitakusaidia kitu. Kama vile ambavyo unyenyekevu ni asili ya Mungu, Mungu ni mnyenyekevu, vile vile kiburi ni asili ya Shetani. Kwa hiyo shetani na kiburi ni washirika katika maendeleo ya upande wa giza. Shetani hatafanikisha mambo yake bila kuweka kiburi ndani ya mtu. Kwa shetani akitaka kukuharibu au kumharibu mtu, ataweza katanguliza kiburi kwenye eneo husika, ili umfungulie mlango aingie na kuharibu, kwa sababu Yohana 10:10 asema mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu mimi nilikuja ili mwe na uzima kisha mwe nao tele. Kwa uzima na utele wa Mungu unakuja kama matokeo nyenyekevu, na uharibifu wizi na vitu vya vidu vinakuja kama matokeo ya kiburi. Kwa sababu nini? Kiburi na shetani wanafanya kazi pamoja, ni partners, ni washirika wa kimaendeleo ya ufalme wa giza. Sasa ndio maana kwenye Efeso 4:27 inasemaje? Usimpe shetani nafasi. Sasa kama kiburi ni asili ya shetani, kwa toa neno shetani, weka neno kiburi. Yesu aliwaambia wanafunzi wake akasema kwamba mfalme wa ulimwengu huu yupo lakini hawezi kufanya chochote kwangu, sababu hana kitu chochote cha kwake, there is nothing of him in me. Hamna chochote cha kwake kilichoko ndani yangu. Kwa lugha nyingine ni kwamba akitaka kukupoteza atatafuta namna kwanza akuingizie cha kwake ndani yako. Ujasiri wa Yesu aliokuwa nao duniani ni kwamba hamna kitu cha kwake ndani yangu ambacho kinaweza kikamvuta kama sumaku, vinavutana. Mi nikiwa kwenye simu yangu nimeweka laini ya Tigo, hakuna namna ambavyo network ya Vodacom inaweza kashika kwangu. Kwa hiyo siwezi kupata ofa za Voda zinazotolewa, yani Voda itwek aina yote ya offers, siwezi kupata, nitaishia kupata ofa za Tigo tu. Kama nina Airtel nitaishia kupata ofa za Airtel. Yesu anasema mfalme wa ulimwengu huu yupo, lakini hawezi kufanya kitu chochote kwangu. sababu nini? Hamna chochote cha kwake ndani yangu. Kwa hiyo kingekwepo ndani yake, angekuwa naweza kufanya kitu, angepata ofa za upande wa pili ili alikuwa anapata hofu za upande wa kiroho, sababu nini? Ndani yake kuna network inayoshika, ni ufalme wa nuru peke yake. Kwa hiyo pambana na kiburi usiku na mchana, sababu kiburi ni sumu kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni kitu kinautu, kinaishi, ni kitu hai. Kwa kiburi ni kitanzi kinachokuja kufunga na kuua ile neema ya Mungu ndani ya mtu, na ndio maana Mungu akishagundua kimo, haruhusu neema yake ijidhihirishe, sababu itakufa, na Mungu hataki kupoteza